U hali gani, mpenzi mtazamaji wa Soka Data, ni imani yangu kuwa ni mzima na buheri wa afya, ikiwa ni siku nyingine tena kama ilivyo ada. Kama uja subscribe ni muda wako sasa wa kusubscribe, ili tu uweze kuungana na familia pana kabisa ya Soka Data kwa ajili ya kupata habari, uchambuzi pamoja na takwimu mbalimbali zinazohusiana na soka e bwana, leo kwa taarifa zotufikie vipunde mapema kabisa asubuhi, ni kwamba shirikisho la soka Afrika CAF limeamua kuiandikia barua klabu ya Simba kuijulisha kuwa kutakuwa na mabadiliko mbalimbali ya marefa ambao wangetakiwa kuchezesha mchezo wa Jumapili kule Lubumbashi. Mchezo huo ambao ulikuwa unahusisha klabu ya Simba dhidi ya TP Mazembe, ambapo Simba itakuwa ni second leg kwa upande wao kwenda kukipiga kule Lubumbashi. Na barua hiyo ya Caf ambayo iliambatanishwa na majina ya marefarii wapya ambao walitakiwa waende kuchezesha kule. Refarii ambaye ameshateuliwa ni Jan Sikazwe kutoka Zambia, huku refarii msaidizi akiwa Behe Tefagiogis o Michael kama assistant refari, Romeo Kasengele assistant refari namba mbili kutoka Zambia pia, Audric Nkore ambayo ni fourth official kutoka Zambia pia. Yuko commissioner hapa Amabo Habimana kutoka Burundi. Referee assessor yuko Salah Ahmed Mohamed Sare kutoka Sudan. General coordinator yuko Mukandanga Keli Athanase kutoka Rwanda. Media officer ni Moroko huyu Aram Behamo. Security officer ni kutoka Ghana, Niki Owosu. Katika taarifa hiyo ya CAF kwenda kwa klabu ya Simba inasema Dear sirs, we would like to inform you that due to technical reasons it was decided to replace Mr. Bamrak Tesema Weyesa from Ethiopia as a referee as well as Mr. Tegzin Samuel Atango from Ethiopia too, assistant referee Number 1 Mr. Gilbert Tipcoch Cheruiyot from Kenya assistant referee 2 Waweru from Kenya Fourth official of the said match by Janny Sikazwe Zambia, referee Bahe and etc. kwa hiyo waamuzi ambao walitakiwa wali wachezeshe mechi hii kati ya uh, TP Mazembe na klabu ya Simba ni Tesema Weyesa kutoka Ethiopia kama refarii wakati, na malefalii wengine wengi sana wakitokea pale nchini Kenya, akiwemo Kip Coach pamoja na Peter Waweru, wote tunamjua vizuri kabisa kutoka pale nchini Kenya. Kwa hiyo taarifa hiyo imetumwa kwa klabu ya Simba na klabu ya Simba muda huo huo nayo ikaandika barua kwenda kwa shirikisho hilo la soka Afrika kulalamikia mabadiliko hayo, na barua hii imesainiwa na CEO wa klabu ya Simba Cletus John Magori. Yeye yeah, anasema yahusu of official complaint to CAF regarding abrupt change of referees for the match TP Mazembe DRC Congo versus Simba Sports Club Tanzania. ya yeah, anasema dear sir, I'm writing with regards the above subject heading earlier this morning we have received a letter from CAF informing us of the change of referees due to technical reasons for the return leg of our quarterfinals match with TP Mazembe in lubumbash please find attached the letter. this is unprecedented for CAF to change referees after the first leg match has been played for unknown technical reasons CEO wa Simba anaandika barua hiyo hasa eh, zaidi akitaka kujua nini sababu za mabadiliko ya ghafla ya waamuzi ambao walitakiwa kuchezeshwa mchezo wa pili baada ya ule wa kwanza, mchezo wa pili ambao ulitakiwa kuchezwa tarehe 13 Aprili ambayo itakuwa Jumamosi, huku akidai kuwa kuna sababu za kiufundi bila kuziweka wazi. We humbly request your office to in kwa hiyo CEO wa klabu ya Simba anaomba kwamba kamati inayohusika iweze kuingilia kati hili swala na wale ambao walitakiwa wachezeshe huo mchezo waendelee kubaki wale wale, ili tu kuweza kufanya mpira uweze kuwa fair zaidi. Magori alisisitiza kwa kusema kuwa hakuna sababu za msingi ambazo zimeainishwa katika barua hiyo ya kafu ambazo naweza kuziita technical reasons CEO huyo si aliendelea kusema this adapt change call for lot of speculations considering that the newly re appointed referees are predominantly from the neighboring country Zambia bordering the Democratic Republic of Congo DRC which is driving distance to Lubumbashi this is major cause for concern for us sababu nyingine ambayo analalamikia ni kutokana na sehemu ambayo anatoka refa huyo, anatoka Zambia na Zambia ni majirani kabisa wa Democratic Republic of Congo. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwa refari huyo eh, kuwajua vizuri TP Mazembe na kunaweza kukawa na sababu zozote za kuwabeba katika mchezo huo ambao kiukweli inaonekana Simba wamepanga kwenda kupindua meza. It is our anticipation that your federation will give due weight to this official complaint should you require our input at any stage please do not hesitate to contact me directly we look forward to your favorable intervention and the response with regards to our request kwa hiyo anaomba hicho lakini sababu kubwa za simba zinaonekana kwanza kabisa ni mabadiliko ya haraka ambayo yanasababishwa na technical reasons na Simba inataka kuzijua hizo technical reasons, sababu gani za kiufundi ambazo zinasababisha mabadiliko hayo ya haraka. Pili ni kwamba referee ataka aliyeteuliwa kwenda kuchezesha mchezo huo anatoka nchini Zambia na Zambia ni majirani wa karibu kabisa wa DRC Congo. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa ukatokea malalamiko ya aina yoyote ile ambayo yanaweza yakasababisha usiwe na na fair play katika mchezo huo. Lakini tukumbuke pia, kwa takwimu zilizopo, Janny Sikazwe ambaye ndiye mwamuzi wa kati aliyeteuliwa leo na CAF kuchezesha mechi ya marudio kati ya TP Mazembe na Simba, imegundulika kuwa licha utata ya utata wa mabadiliko ya ghafla, lakini amewahi kutumiwa kupokea rushwa mwaka jana na shirikisho hiyo hadi kupelekewa kusimamishwa hadi uchunguzi ulipofanyika. Alitumiwa hivyo baada ya kuonyesha jinsi alivyochezesha mchezo kati ya Esperance de Tunis na Primero Agosto ambao Esperance ilishinda bao nne kwa mbili Esperance de Tunis ikiwa uwanja wa nyumbani. Ingawa amezungumza mara nyingi kuwa hakuchukua rushwa, lakini tuhuma hizi ni za kuziangalia pia kwa makini, wakati mwamuzi huyu anaenda kusimamia mechi muhimu ya klabu ya Simba. Sikazwe pia amewahi kuchezesha eh, mechi ya kombe la dunia mwaka 2018. Kwa hiyo hofu kubwa iliyotanda sasa hivi kwa klabu ya Simba ni juu ya mabadiliko haya ya ghafla kabisa, ambayo yanatia wasiwasi kwamba kuna uwezekano mkubwa kuna kitu ambacho kinaendelea, na swali la msingi, wamesema ni technical problems, matatizo ya kiufundi. Lakini wengi tunajiuliza hadi sasa hivi ni matatizo gani ya kiufundi ambayo yanasababisha kubadilishwa kwa malefali kama hawa? Bila shaka kabisa una cha kuongea, naamini kabisa utaandika maoni yako hapo chini kuniambia, je, unahisi mabadiliko haya yanaweza kaiathiri Simba na kwa nini Kafu imefanya mabadiliko haya kwa sababu wengi pia walokuwa wachezeshe ile mechi wengi wanatoka nchi jirani tu ya Kenya, lakini aliyechaguliwa sasa hivi kuwalefariwa mchezo huo anatoka Zambia, ambayo ni jirani pia wa DRC Congo. Hiki kinaleta tafsiri gani? Shusha maoni yako hapo chini.